Pole mimi tutambulisha wendo shemeji mpya sasa hivi baada ya ule wa Dodoma kumkimbia. Eh, mimi ndo shemeji yenu mpya. Umekubaliana <laughs> na kila hali ya mzee Utopolo? Eh, nimekubaliana naye na ndio maana nipo naye mpaka sasa. Mzee Utopolo yeye ni shabiki wa Africans. Na wewe kwanza ulikutana naye wewe ukiwa ni shabiki au mlikutana tu njiani? Tulikutana mimi nikiwa ni shabiki tayari na zana hilo ndo lilimvutia zaidi. Eh, maana alisema watoto wa Mudi hawataki. Na wewe? Mi sio mtoto wa Mudi, mimi mwana wa <laughs> GSM bwana, mtoto wa jangwani. Sasa mnacheza tarehe mbili dhidi ya Tabora United. Na mzungumzaji wa Tabora United ni Christina, uh, Mwagala. Umemsikia alichozungumza? Anatamba sana. Eh, anatamba. Nadhani kutamba kwake anapata nguvu kulingana na ile mechi aliyotufunga. Lakini kwa sasa hivi tumejipanga sana. Yaani, kwa sasa hivi kila timu itakayotokea mbele yetu lazima tutaifunga kwa sababu tumejiandaa vizuri na tuko tayari kupoteza pointi tatu kwa sababu tunalihitaji kombe kwa udi na uvumba. Umesema kuwa kila timu itakayotokea mbele yenu mtaifunga; hamuhitaji kupoteza alama tatu. Lakini mechi ya Dabi hamuitaki; mnaonekana kuikimbia. <laughs> Mechi ya Dabi si sisi tulioikimbia; ila tutuamudi ndo walikimbia Dabi. So, so, so, kwa bodi ya ligi watapanga tarehe nyingine, lakini nyinyi mnasisitiza kwa hamuchezi, mnaogopa sisi. Dabi hatuchezi tena, mchezo namba 184 umeshaisha. Tunachotaka ni pointi tatu na magoli yetu matatu. Kama atataka tuchezi, labda ile bodi bodi ya ligi jiuzuru, yani bodi yote jiuzuru, ije bodi mpya ndo tutacheza tena Dabi. Wanasema kuwa mnataka alama tatu na magoli matatu, mmefanya kazi gani mpaka mpewe pointi tatu na alama, <laughs> alama magoli matatu? Ah, kazi tulofanya ni kubwa kwa sababu sisi zote najulikana, unapoaidiana na mtu unaposhindwa kutekeleza ile ahadi, lazima kama kuna makubaliano mlioweka wewe, inabidi utekeleze yale makubaliano. Na watoto wa Mudi walivunja makubaliano, ilikuwa tarehe nane tucheze wenyewe, akatukimbia. Kwa hiyo tunahitaji wakimbia au wamesikiliza kauli ya baba ambaye anasimamia ligi ambayo ndio bodi ya ligi. Majira saa nane alitoa taarifa kuwa mechi ya dabi imeghairishwa, na mimi naomba kwanza niulize swali. Mechi ya dabi imeghairishwa tarehe na saa nane mchana, sheria inatakiwa mchezo ughairishwe ndani ya masaa mangapi? Masaa sabini na mbili. Sasa tumegailishwa mchezo ambakia masaa matatu kucheza mechi, si leo tulitambua? Yani wamebadilisha kwa janja janja zao kumbeba mtoto wa Mudi. Sisi tunachokitaka ni pointi tatu, kwa sababu kama walikuwa wanajua ule mchezo hakuna wangegairisha siku ya nyuma, kabla ile mechi kusogea. Wamesubiri saa nane mchana, na kwanza kabla ya saa nane, saa tano walitoa taarifa kwamba mchezo upo, hautogairishwa. Imefika saa nane kuona wale wamekazana, kwamba watu wengine uwanjani wakagairisha mechi hii, inamaanisha kwamba Wanawabeba wanasimba, ina maana wanawabeba, ina maana tunaoumia ni sisi. Sisi tunachokisema mechi hatuchezi, na jezi tumeshatoa tunaandamana, mechi hatuchezi, mechi ya dabi labda bodi ya ligi ijiuzuru. Kwa hiyo nyinyi dabi mtacheza, lakini endapo bodi hii ikijiuzuru, yote ndio mtakubaliana na hilo. E, bodi ya ligi ikijiuzuru tutacheza. Shukrani sana shemeji, asante. <laughs>